Lakini baada ya ibada ya kukamilika, ibada yake ikawa gumzo tu, kila muumini anazungumza kuhusiana na miujiza ambayo inaonekana kwamba ni miujiza ambayo kwa kweli inashangaza na kama mtumishi tumempata. Na hapa anaonekana pia Desmond pamoja na rafiki yake Iso, bila kumsahau Esther ambaye ni mchumba wa Iso, wakiwa wanazungumza baada ya kutoka kanisani. Lakini Esther akasema, nimefurahi sana kumleta rafiki yako Desmond, sikumweka kaka mbele yake, lakini ndugu yangu ninajivunia wewe. Lakini Desmond akasema, haina shida, nimekuja kwa sababu ya heshima ya kakangu Iso. Lakini Esther akamuuliza Desmond, si umebarikiwa na neno Nimebarikiwa, nimebarikiwa lakini mchungaji hakuhubiri chochote kutoka kwenye Biblia, yani hakuhubiri kabisa kusana neno la Mungu. Lakini Isa wakati kisa kichwa atakasema hii jamaa kichwa kweli sa mbaya ni nzuri, unatakiwa uhudhurie tena ushuhudie uponyaji na ukombozi. Unapaswa kuja Jumapili tena, utasikia neno la Mungu na huo ndio utakuwa wakati bora sana kwa wewe kujua neno la Mungu, kwa sababu leo ni Jumatano, neno la Mungu ni Jumapili, ndio uta enjoy sana siku ya Jumapili. Okay, sawa Isa nakajazia akajazia, uta enjoy sana siku ya Jumapili ndugu yangu. Ndiyo uh, nafurahia huduma, lakini nitafikiria kuhusu hilo. Okay sawa, lakini mimi naondoka, tutaonana kesho, nataka nikaonane na mchungaji kwanza uh. Baadaye Isu akamwaga, sawa, tutaonana kesho. Isu akasema nakupenda sana, akasema i love you too. lakini Desmond akasema nywe wawili amwezi hata kukumbatiana, afu mnasema mnapendana, waache utani basi <laughs> hapa ni kanisani, Utakumbatiana vipi kanisani? Unaogopa nini kumkumbatia mtoto mzuri? Ni wakwako ndugu yangu, hata kama ni kanisani. Unaogopa nini ndugu ni yangu? Lakini Iso hapa anaonekana akimshauri ndugu yake kwamba amlete dada yake Olivia ambaye anasumbuliwa na saratani kwa kipindi kirefu. Lakini Desmond akasema sawa, hilo ni jambo bora sana, uh, ni jambo zuri kwa sababu uh, dada yangu anauma kwa kipindi kirefu. Lakini mwezi huu ndugu yangu, ina mambo mengi sana, lakini tambua kuwa unapaswa kujua kwamba ibada ya siku moja, uponyaji siku ya Jumapili haiwezi kudhihirisha, na mimi kuamini kwamba hapa kuna muujiza ambayo itamponya dada yangu. Jamaa alikuwa ni mgumu kweli kweli kuamini hilo kanisa ambalo anasali rafiki yake Iso. Lakini hapa wakaagana wakaondoka kila mtu kibi yake. Tunarudishwa tena kwa Pastor John ambapo hapa yupo nyumbani akitumia kifungua kinywa asubuhi. Lakini hapa anakuja kijana gazeti wake akiwa na gazeti. Gazeti hili mwana limeandika taarifa njema kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika kanisa lake ambalo lina miezi sita tu. Kijana akasema kuna kuna jambo hapa unaweza ukaliangalia. Kuna kitu gani? Akawa analisoma gazeti hilo ambalo limeandika mazuri tu kuhusiana na kanisa hilo. Baada ya pala akajiridhi sha anasema kuna kanisa linaponya watu kanisa. Yes, anasema nani aliandika haya? Jina lake anaitwa East Kings. Baada ya kusikia hiyo jina, akashangaa. East Kings, jina lake sio geni ya yeah. Ndo ile jamaa ambaye anamua aista, lo oh, oh okay, sawa, nimeshamkumbuka ya namkumbuka huyo okay. Kijana akaendelea kulisoma ile gazeti, limeandika mchungaji John ni chukuru, anafanya maajabu kwa ajili ya kanisa la Mungu, inaponya wagonjwa na kufanya mambo ya ajabu kwa jina la Yesu. Akasema wow, nimeipenda sana hii, ni vizuri, ni nzuri sana, ni nzuri sana wewe, ni mwandishi ni mzuri sana akampongeza mwandishi huyo, na maana ametumia vivumishi sahihi kabisa. Lakini mwisho kabisa, pasta John akamwambia kijana wake kwamba utamtembelea mwandishi huyo, na utakuwa na bahasha nene, hakikisha imeshiba kweli kweli, umpelekee kijana huyo, namwambia kwamba Bwana huwapa thawabu watumishi wa aminifu wanaofanya kama yeye, unaweza ukaenda. Baadaye mke wake naye akaja mezani, mume naye akamshirikisha mke wake habari njema ambazo zimekuja nyumbani kwake kuhusiana na taarifa njema kuhusu kanisa ambalo analihudumia mtumishi wa Mungu pasta John. Lakini mke alipolisoma gazeti hilo akasema lakini Sawa ni, ni taarifa njema, lakini kuna watu watatu wamefariki tena jana usiku. Yani kila wakati yani unachagua kupuuza habari njema ambazo nakuletea, yani ukizingatia zile mbaya Yaani nashangaa, si kwa nini, mke wangu. Nimeona kuna kuna makala ya kanisa sawa, nimeiona, namaanisha ilikuwa ni nzuri sana kwa thamani yake, lakini eh, tayari tuna wataalamu wa kutosha na tunajua huyu ni mwandishi naye ni mtazamaji tu kwao, anaweza kaandika kwa namna ambavyo anaweza kufanya, lakini kwenye upande wa disc mke wangu, hatukumlipa kwa hilo. Inamaanisha tu kazi ya Mungu amejitolea kuleta habari njema mke wangu, lakini hiyo haimaanishi kwamba tunapaswa kutenda kama watu wa wafi, watu wanakufa. Yaani unaonekana una wasiwasi wasi, kama mtu mwenye nguvu ya Mungu lakini sikiliza, mweo wangu, hatuwezi kupuuza hata kidogo. Jambo hili ni jambo letu, kwa sababu tayari unahudumia kwenye hiki kijiji, yaani huwezi ukajitenga nalo. Tunachopaswa kufanya ni kuzingatia kazi nzuri ya Mungu tunawafanya katika mji wa Nav. Basi hayo mambo mengine sitaki kuyasikia na sitaki neno lolote kutoka kwako. Baada ya pale, Pastor Juni akaondoka mezani, mwanamke akawa na wazo, huyu mwanamke vipi, ana roho gani ngumu kiasi hiki? Tunarudisha ofisini kwa kina Desmond pamoja na ISO. hapa ISO anakuja kwa furaha kweli kweli kazini, akiwa amefurahi kweli kweli yani. Lakini uh, Desmond anamuuliza kuna nini tena, umeongezewa mshahara ni nini au umepandishwa cheo ndugu yangu? Mshikaji akasema hapana, ndugu yangu, sijaongezewa mshahara. Kwa hiyo msisimko huu, tunatoka wapi ndugu yangu, mbona umefurahi hivi? Mshikaji akawa anamuonyesha tu kibahasha. Hapana mkuu, hawezi kufanya hivyo ukupa hela ovyo ovyo tu, sio? Anaweza kunipa, lakini hii sijaipata kwa mhadiri mkuu, nimeipata kwa Pastor John ah, Umeipata kivipi nani? Umefanya kitu gani mpaka upewe pesa yote hiyo? Hii ndugu yangu, liosema niliandika tu kama makala ya kuhusu kanisa hilo, na baada ya pale ameniletea tu kama shukurani, na niliandika kwa kupongeza kazi ambayo anaifanya, yani kwa sababu tu aliona hadithi uliyoandika kuhusu kanisa hiyo inaingia akilini kweli kweli. Hebu ah, hebu ndugu yangu nikwambie kitu hivi, unajua kwamba wakati mwingine ukiona kitu kibaya kuhusu kanisa hilo huwezi ukaandika, kwa sababu tayari ushapewa pesa. Utaliandikaje kwa ubaya hilo kanisa? Yani, hakuna kibaya kanisa, nimegundua tu kipindi changu cha cha mtiririko, naweza nikaandika kupitia mfumo wa kanisa. kwa nataka kumaanisha kile, Jumapili mimi nitakuwa naenda kwenye ibada? Hapana, hiki ndicho kiwanda changu cha maziwa kwa sasa. Yani naomba uniache, nitaendelea kuandika taarifa njema kuhusiana na kanisa hilo. Okay, sawa, lakini isu, nikwambie kitu, naanza kufikiria alichoniambia mara ya kwanza kuhusu kumleta Olivia kanisani. Unataka kumleta? Yes, mlete tu, hiyo ni habari njema sana ndugu yangu. Nilikwambia ukimleta Olivia kanisani, itakuwa ni jambo bora zaidi ulilowahi kulifanya, lakini na kwamba tupangilia mambo yako sawa, ili dada yangu lijemlete ya. Lakini si kirahisi kwa namna hiyo, nitahakikisha nachunguza kuhusiana na ukweli kuhusiana na hili kanisa, maana siwezi kumleta tu dada yangu from nowhere nikamleta afu mwisho wa siku asipate uponyaji u akadhurika, kutokana na kile ambacho kinaendelea. Baadaye Desmond akaelekea kwa mchungaji. Pastor John akamkaribisha ndugu Desmond, akamkaribisha, karibu sana wao, ninakupa nini ndugu yangu Desmond? Mimi niko sawa tu mchungaji, niamini, niko sawa kabisa, asante. Lakini Pastor John akamwambia, wewe ni tofauti sana na rafiki yako, inaonekana hugusi na mambo tunayofanya kanisani. Hapana, umefanya mengi kwa ajili ya wa watu wa mji huu, yaani nikisema sijavutiwa basi mimi nitakuwa mwongo sana Pastor, yaani umefanya zaidi ya serikali. Yes, lakini umamini Mungu Desmond wala kumjibu akakaa kimya tu. Yes, kwa sababu hivi ndivyo unavyoonekana. Lakini kama nimekosea naomba nirekebishe kidogo. Hapana. Yaani si kama simwamini Mungu, lakini sina mtazamo sawa kuhusiana na Mungu ni nani. Lakini Pastor John akamuuliza, "Kwani wewe unaamini nini kaka Desmond? Ninaamini ukweli na haki." Hilo ndilo ninalolitetea mpaka sasa, Pastor. Lakini Yesu ndiye ukweli, njia na uzima. Hakuna mtu anayemwendea Baba ila kupitia kwake. Kwa hiyo, kwa ikiwa Mungu ndiye ukweli, basi ukweli mwingine wote ni uongo tu. Sawa, una ushahidi gani, Pastor? Kwa sababu nina uthibitisho wa dhuluma na uongo hata katika kanisa la Mungu. Pastor kidogo akashtuka. Ya yaani kanisa langu au? Hapana. Yaani si lazima apawe kanisa ni kwako. Kwani kanisa la Mungu linapaswa kuwa mfano wa kuigwa kwa taasisi zingine za umma na kijamii pia. Lakini baada ya pale Pastor John akaonekana kama mshikaji na maswali mengi sana. Akaona stishe tu mazungumzo. Lakini akamwambia, "Natamani sana ufike kanisani kwangu mara kwa mara ili uweze kujionea mwenyewe kuhusiana na miujiza isije kwa tena mbishi wa haya. yes, mama mbona aniuliza sasa hivi." Wewe si ni mwandishi wa habari? Yes, mimi ni mwandishi wa habari mara mwisho ulipopata hadithi maarufu ilikuwa ni miaka minne iliyopita, na ukupata taarifa nyingine nzuri ya kukunufaisha kwenye kazi zako. Hadithi unayoitafuta hutaweza kuipata. Hakuna kitu kwako kwa hapa isipokuwa Mungu na wale wanaomwamini Mungu tu, yaani hakuna taarifa yote ambayo utaipata. Uwe na siku njema. Akaondoka mshikaji, lakini mtumishi wa Mungu Pastor John hapa ni kama anamwangalia mshikaji kwa usongo sana. Lakini baada ya pale, akamwita msaidizi wake, akamwambia jambo moja, "hapa ndoa kati ya Isu na Esther imevunjika, Siwezi kuwa na rafiki wa vyama vya wafanyakazi kama hivi, yani anaingilia mambo ya kanisa. Hii itasababisha matatizo makubwa sana kwa kanisa. Sawa mkuu, ko unataka nifanye nini sasa? Una picha chafu za kumuhusu hizo? Yes ninazo mkuu, na picha zake na baadhi ya watu ambao waliwahi kuishi nao nyuma katika mahusiano. Basi naomba umtumie Esther picha hizo bila kujulikana nani kamtumia. Naomba ufanye hivyo, nasubiri mambo yatokee muda si mrefu. Nakuomba sana ufanye kazi. Kijana akamwambia hakuna shida, bosi. Lengo la Pasta John ni kuivunja kabisa ndoa ya Iso ambaye ni rafiki wa Desmond. Anaona kama Desmond akiwa karibu na Iso anaweza akawa moja kati ya mwiba mchungu sana kwenye kanisa lake. Baada ya Desmond kutoka kwa Pasta John, akawa anazungumza na rafiki yake hapa, akieleza kuhusiana na kile ambacho amekizungumza na mtumishi wa Mungu Pasta John hapa, akasema kuwa mtu huyo mwana hakuruhusu hata kumaliza. Alianza kuzungumzia jinsi ambavyo anafanya uponyaji, yaani jamaa ana majibu bayo yani, ukizungumza ili anaingiza hili. Desmond akamwambia kuhubiri ni neno la Mungu ndiyo jambo la msingi sana. Hata Kristo alisema kupitia vitabu vya dini, alisema kwamba enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Sasa mkawafanye kuwa wanafunzi wa kuyashika mafundisho na watu kuyashika, niliwaonyesha ya ni kweli, lakini nikwambie kweli iso huyu mchungaji hawala hafundishi kabisa ambayo aliandikwa kwenye Biblia. Yaani hiyo ndiyo kanuni ya kwanza kabisa kumfundisha mtu kwanza Biblia na kumfuata Kristo, na mwisho wa siku kumleta katika uwepo sasa hii anayoifanya iko sawa, lakini tazama mtindo wa mtu huyo ni uponyaji tu na ukombozi. Huo ni mtindo wa kisasa ambao unapendwa na watu wengi. Nisikilize ndugu yangu, hiso neno la Mungu huja kwanza na thawabu ya matunda inafata, lakini muujiza ni thawabu ya imani. Bado nielewe ndugu yangu yangulasitegemei kama hivi vitu vinatoka kwa mtu ambaye amwamini Mungu. Hapana, hivyo naomba unisikilize. Mimi nimezaliwa kanisani, nimekulia kanisani na nikaishi ma maisha ya kanisani kwao, ninajua kila kitu anapokuja kuniambia maswala yake nakuwa kama siyaelewi. Nimeisoma Biblia mara mbili tena, nilipokuwa na umri wa miaka kumi na moja tu, unaona yani, ninajua vitu vingi sana. Lakini baadaye mshikaji akapigiwa simu hapa, akaokota ilikuwa ni simu ya Esther, bwana akapokea halo, lakini hakuamini alichokisikia kwamba Esther anamwambia kuanzia sasa mimi na wewe basi. Kivipi yani, kivip yani. Yani baby kwa nini yani unafanya hivyo? Hebu subiri kidogo. Esther kakata simu. Hiyo ni kazi ya Pastor John ambayo nimeanza kufanyika. Jamaa baada ya kukata simu e, anamuuliza tu Desmond, "Yaani umefanya nini? Umemwambia nini Pastor?" Eh, hey, baby, mbona unapiga kelele tu sikuelewi, ndugu yangu? Ulifanya nini? Ulimwambia nini mchungaji? Wala sijamwambia chochote, ndugu yangu. Yaani tulikuwa tuna mazungumzo tu mazuri kuhusiana na masuala ya kidini. Yaani sikuzungumza chochote kuhusu wewe, ndugu yangu. Lakini sikukuomba uende kwa mchungaji, sikukuomba kabisa uende kwa mchungaji. Lakini hii ni simu ya Esther amesema kuanzia sasa hanitaki tena. Najua tu wewe ndio chanzo. Maana wewe sikuelewi kabisa jamaa yangu Desmond lakini mshikaji mshikaji akaumia sana. sana Of course alikuwa anampenda Esther. Lakini upande wa pili kwa Pastor John huku ni usiku sasa ni usiku ambao ni wakati wa kupeana malavidavi na mke Mke wake. wake kashajipanga kweli kweli kavaa kingo fulani cha kumtamanisha mume wake. Mume wake anaingia ndani lakini Lakini kilichofuata wake wake wake wake akachukua tushuka akajifunika. Hata mjali mke mke haoni paja za ambazo tunaziona sisi mimi na na mwanamke akamsogelea hapo. Akashuka kidogo kuonyesha mahaba akiikichofat wa ia kasogeea mmwae "Niambie, unafanya nini? Come on baby." Lakini mshikaji alisema sitaki chochote yani. Lakini mwanamke akacheka, unajua nakujua, jamani, unapenda kuficha hisia zako, najua kabisa, najua kabisa mwanangu, nataka mshikaji akasema, sijui chochote yani, sielewi, yani sielewi, yani sifichi chochote, sina hisia Kwani nini una shida gani? Huo ni upuuzi. Yaani unavyofanya, yani kama ndo tunaanza kuchumbiana, mwanamke akawa anashangaa. Mshikaji akachukua shuka, mshikaji akatoka pale kitandani akatoka kule chumbani. Mwanamke akamwambia kwamba usifikirie kujaribu kufungua huo mlango. Uweze kufungua jioni. Fungoni nayo nimeiweka hapa. Yaani leo haiwezekani tuko mimi nae chumbani. Ni lazima tufanye mapenzi. Eh, mwanamke amezamilia hii leo, lakini lazima tufanye mapenzi. Hilo litakuwa ni juu yako sasa. Mimi siwezi kufanya chochote ya. yani. Yaani nimechoka nina nime msongo wa mawazo na ninakupa kila kitu unakosa nini kwangu mpaka unakuwa una stress kwa namna hiyo? John, tafadhali naomba usizungumze hayo ya maneno. Yani unazungumza vitu vya ajabu kweli kweli, upuuzi tu. Nimekuwa na msongo wa mawazo kwa kukosa haki yangu kwa muda mrefu, naomba usinichezee hata kidogo yani. Yani, usijue kanifanya nihisi kama wewe haikuhusu kabisa kwenye kufanya mapenzi, inaonekana ndo mwenye uhitaji zaidi kuliko wewe. Hapana, wewe ndio unaifanya ionekane kama inakuhusu wewe tu. Hivi wewe ni kahaba eh, eh? Mke wake akashangaa. Mimi, yani sijasikia ya vizuri. Samani burudia tena. Umesemaje? Mimi Kahaba, unaniita mimi mkeo Kahaba? Baada pale Orio alipoitwa Kahaba, akaamua tu kumpa funguo mme wake aondoke katika chumba hiki. Baadaye mshikaji bwana akaondoka kweli kwenye hiki chumba. Ii, Hi, amemuita Kahaba mke wake. Hii hatari hii. E bwana mimi siweze kuiamuru hii kesi ya ndoa. Kesi ishaanza kuwa ngumu kweli kweli. Mme wake ameanza kumuita Kahaba mke wake. Kisa tu mke anaomba unyumba ambayo ni haki yake, haki yake ya kimsingi kabisa kikatiba katika sheria za ndoa. <laughs> tutakuja kujua katika sehemu ya tatu itakuwaje, ambayo itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa katika mzigo huo ambao unafahamika kama, lakini nakusii kusii tuendelea kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Ili u miongoni mwa wanafamilia ambao wanakuwa unapata taarifa, tupunde tu napoweka clip, una subscribe, unabonyeza alama ya kengele, unakuwa unakishuhudia tu kitu ambacho nimekiweka tayari, na wewe una wai na unakuwa mtu wa kwanza kabisa kukishuhudia. E bwana, tukutane katika sehemu ya tatu na mwisho. Mimi ni Shytz TV chao.